Bwana Yesu asifiwe. Amina. habari ya kwako kwa? Nzuri. Tukufahamu kwa majina yako. Naitwa Esther Idisha Bushu. Ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji ni wa Kahama, Shinyanga Kusini. Okay. Mm. Ulijiunga lini hapa chuoni? elfu mbili ishirini na tano. Na a, kipi, kitu gani ambacho kilikusukuma uweze kujiunga na hiki chuo baada ya kuokoka? Niliokoka nikiwa niliugua nili sana, niliugua sana. Nilibahatika nili kuolewa na mwanaume ambaye na wanawake wawili, mimi nikawe mke wa pili. Baada ya kufika kwenye hiyo familia nikalogwa, maziwa yakaning'inia, yaka yakawa kama kibuyu yani, yaka, yani ukiinama hivi yanagusa chini. Kwa hiyo baada ya hapo tukawa tunazunguka kwa waganga wa kienyeji, hakuna msaada hakuna msaada. Baadaye nikaja nikapata neema ya watumishi wa Mungu, wakaja kunishuhudia kwamba kuna Mungu. Wakati sasa, wakati huo sasa, imefikia ile ziwa, limefikia kansa, kwa hiyo tuende Muhimbili nikakatwe. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, ikabidi nimgeukie Mungu kama nilivyosema nilikuwa sijui kabisa kusoma, nimeokoka kabisa. Ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, baada ya kufikia hiyo hatua ya kwenda Muhimbili, kwa hiyo ulienda ukakatwa ziwa au ulifanyiwa maombi? Ilo jam, nani hiyo hali ikatokea ikatoka, hatukuenda, hatu kawaje sasa nika, ni, walipokuja watumishi wa Mungu wakasema yupo Yesu ambaye anaweza akatatua matatizo yako wakaniambia fikiria, umezunguka kwa waganga wa kienyeji sehemu nyingi, lakini Yesu yupo anaweza akakusaidia. Kwa kweli nilipomwamini Yesu, kulingana na nilivyochoka na, na dawa za kienyeji, nilivyochoka na, na dawa za hospitalini, nikasema sasa, kama nikufa, nife kwa Yesu, maana walisema kwa Yesu ukifa unaenda mbinguni. Kwa hiyo hilo likanipa matumaini makubwa sana. Nikaona basi hata kama nikifa, maana hata ndugu walikata tamaa, waliona mimi siku yoyote naweza nikafa kwa hiyo nikamtegemea Mungu. Wakawa wananishirikisha maombi kwamba leo tunafunga kwa ajili yako, nafunga na mimi, nilikuwa mwaminifu kweli, nafunga, wananiombea. Siku moja tunakumbuka, na tulikuwa kwenye maombi, mtumishi wa Mungu akaja kutoka sehemu nyingine, akatupitia kwenda mlimani, tukapitiliza kwenda mlimani siku nne baada ya siku baada ya kukaa huko siku nne, ile siku ya mwisho, yani hapo ndo nilimwona Mungu. Ule usiku wa manane tukaamka kuomba, yani nguvu ya Mungu ilitembea, nikaona Yaani kitu kinaingia kwenye maziwa, yani kama kuna kuna makasi hivi inakatakata, ina inakatakata. Yani nikawaambia mimi nimepona. Yani narukaruka hivi, lakini maziwa yalikuwa yote yamening'inia hivi. Hata mtoto wa kunyonya ni neema ya Mungu tu, Mungu alimtunza mpaka sasa yupo. Wakasema umepona, nimepona kabisa, mimi ni mzima. Narukaruka, yani najiona kifua ni chepesi, najiona ni mwepesi. Ni mwepesi kweli. Kwa hiyo Mungu akawa ametenda akawa muujiza hapo. Baada ya kutoka mlimani, tukaenda nyumbani, tukaanza kutangaza mkutano jioni. Tukaenda kwenye mkutano, mhubiri alivyomaliza kuhubiri, akasema wagonjwa wote wapi, wapi, wapite mbele. Nilivyopita mbele, nilipopiga piga makoti <laughs> yani nilisikia mapaja yote yamelowana, maana si ukichuchumaa ziwa linakaa hapa kwenye mapaja nikasikia mapaja yamelowana, nikasema kitu gani hiki? Baadaye walipomaliza nilipo, nilipo, maombi nikatoka nikaenda nika kuchungulia, yani kametoboka ka upele kadogo, yani maji yanatiririka mengi sana, mengi sana. kwa hiyo wakawa wananinunulia zile lambo, zilikuwepo lambo tofauti na hizo za makufuri, sinazikumbuka ehe. Kwa hiyo zilikuwepo zile za mia kubwa unaliweka humo sasa, lile ziwa yanatiririka maji mpaka lina yanakuwa ya, ya, ya naku, ya mengi, unamwaga unavaa tena. Kwa hiyo nikawa na maisha hayo, ambayo ilidumu kwa muda gani? Maana huo ugonjwa ulidumu kwa miaka minne, lakini baada ya kuombewa, niliombewa niliombewa tisini na, na, na saba tisini na nane, nikawa mzima mpaka leo. Ehe, kwa hiyo nikawa hivyo operation, operation. si ziwa likinyauka kabisa maziwa, ma, maji yanakatika, kwa hiyo hivyo unaugua tena, yani linaanza upya. Nik, nikangangana tu kumtegemea Mungu. Kwa kweli Mungu ametenda mambo makubwa sana katika maisha yangu. Baada ya hapo sasa, nikawa natamani kusoma, wakihubiri kanisani maana Un, wa, nilipokaa muda mrefu wananiambia leo leo juma, jumaa maombi itabidi uhubiri, maana umekaa kanisani siku nyingi, utasema neno lolote, nikasi, yani hilo likawa linaniumiza sana, wewe kubatika kusoma sikusoma hata darasa la kwanza ukwenda e, eh? Nikawa naumia hivi, kweli Mungu, unaweza kushindwa mimi nijue kusoma? Yani ninaumia wanakusomea labda wanakusomea Mathayo saba saba ombeni nanyi mtapewa. Ukifika kanisani umesha sahau kila kitu. Baadaye mama mchungaji akawa ananifundisha kwenye bibilia, lakini nayo haikunisaidia. Nikaenda sehemu nyingine, nikamwambia nikamwambia mchungaji, natamani kusoma ila mama mchungaji ananifundishia kwenye bibilia, akasema, mama huwezi ukajua kwenye bibilia kwa sababu ni lazima uanzie msingi kwanza na msingi wenyewe ndio zile silabi, a e i o u zitakusaidia akaniandikia sasa zile silabi akaniandikia a e i o u nikaanza nilivotoka huko sasa nika nikachukua watoto sasa wakawa wananifundisha watoto wakanifundisha nikajua kusoma yani nasoma tu vizuri na bado sasa hivi ni mchungaji nasimamia kanisa e, kwa hiyo ninamshukuru Mungu ameni amenitendea mambo makubwa sana ongera sana asante. Umekuwa miongoni mwa watu ambao wamepewa zawadi, umejisikiaje? Sa vizuri sana vizuri sana, nimeona kama kupendelewa sana. mm. Okay, pengine tunapokwenda kuhitimisha, una neno gani kwa yule ambaye pengine naye hajui kusoma kabisa, lakini amekwisha kukata tamaa ya kwamba basi nimekuwa miongoni mwa watu ambao hawajapata elimu, unawamambiaje? Mimi napenda kuwatia moyo kwamba Mungu yupo hata kama hujui kusoma. Kama nilivyokuambia, mimi nilikuwa giza totoro kabisa, sijui kusoma, lakini baada ya kumtegemea Mungu, ukimwamini Mungu, yani ukielekeza mawazo kwamba kwa kweli mimi ninatamani kusoma, unaweza unaweza. Kwa hiyo natamani kumshauri hata uh, anayenisikiliza kwamba akiokoka hata kama hajui kusoma, awe na shauku ajifunze kusoma. Mimi nimefundishwa na watoto wadogo, hao ndio wamekuwa walimu wangu. Leo ninaenda ni, ni kuitimu, na si kwamba niko chini sana na unashangaa una wale wa, wa, wa, wengine wamemaliza form 4 unakuja kuangalia magi simnalingana. Kwa hiyo nilikuwa na mshangaa Mungu, ukiona umechemsha wengi umechemsha nikasema, he, Mungu huyu ni, <laughs> si kwa, yani, ni me, Mungu wa ajabu sana, sana, sana, sana. Mungu amenisaidia sana sana, kwa hiyo nimemwona Mungu kwa hiyo Mungu yupo, ukimtegemea Mungu yupo kabisa. Eh, kwa kweli nina, kwanza ninawashukuru hawa walimu wa wangu wamekuwa na moyo wa uvumilivu sana sana, sana, sana. Ningependa tu kuwashauri hata wa, wa, watumishi wa Mungu ambao wameona wa, wa uzito kuja kusoma hapa. Kwa kweli tuna walimu wazuri sana wanatutia moyo. Fikiria kama mimi nilikuwa hata sijui kusoma. Nilikuwa najua kusoma lakini kuandika ni changamoto. E, kwa sababu nilivyojua kusoma si kwamba ninasoma eti kwa kundanda ndanda nda, hapana. Ninasoma kabisa yani, ninasoma na mzidi hata yule aliyesoma alie, alie, alie vizuri. Nime, nilivyookoka baada ya kukaa kanisani muda ndo nikawa na shauku ya, ku, ya, ya, kusoma. Nimekuja najua kusoma ila changamoto kuandika, si najua mwandiko mtu mzima unajua una, una, una, una, una, una, una kusoma, hu, hujapitia darasani E, kwa hiyo ndio maana ninasema walimu wetu wanatuvumilia. Unaandika mwandiko wako huo huo, wanauchukulia huo huo na wana, wanaona kabisa kwamba huyu mtu anafanya vizuri e na mtazamaji wetu ambaye uh, unaifuatilia kituo bora kabisa cha matangazo, huyu ni miongoni mwa wahitimu ambao watakuwa akihitimu siku ya kesho, ambaye alipata changamoto ya kuto kujua kusoma na kuandika, lakini chuo hiki cha Western Bible College kinachopatikana hapa kanda ya magharibi hapa Tabora, wameweza kumfundisha na ameweza kutoka kabisa akiwa anajua kusoma na kuandika, na miongoni mwa watu ambao wamepewa zawadi yeye ni miongoni mwao. Nikukaribishe uweze kujiunga na kichuo cha Western Bible College kinachopatikana hapa Tabora. Mimi ni mtangazaji wako Pascal William Nyamuyula, asante. Mungu akubariki sana. Amina. Amina.